wa man yutii llaha warasulahu faqad faza fawzan azima wa allahuma jalna min alfaizin. Ndugu zangu katika imani, bila ya kuchelewa, muda mfupi tukumbushane katika dini ya Allah subhanahu wa taala. Siku zinapita, umri wetu unazidi kukatika. Ndio kwa maana Mwenyezi Mungu anakutaka huo mtu mwenye kutafakari katika umri wako, huyu ndio maana akasema: ya ayuha alladhina amanu taqullaha Walitanthuru nafsun nafsu ma qaddamat lighadi, enyi mloamini, mcheni mola wenu na utazame nini umetanguliza kwa ajili ya kesho. Ghadan, lighad, kesho ni kama vile ni siku mbili peke yake. Kuna siku ya leo duniani ambayo tunaishi na kuna kesho, ni siku ya hesabu, hakuna amali. Basi natakiwa katika kipindi hiki mtu afanye matendo mazuri, atazame Ukifika usiku we mwenyewe utazame mbele ya kulala, upate usingizi, piga hesabu ya yote uliyofanya katika kutwa nzima. Kama kuna yale uliomkosea mwenyezi Mungu, omba msamaha na utubu kwayo, ili kesho siyafanyi tena. Ndio kutazama kwa kila siku moja moja, usiku wake unatazama nini, nimekosea mchana mwenyezi Mungu, nimemdanganya huyu na deni ya huyu nina, e, acha nilipe, ninamtukana huyu nina, maana kwa kila siku Unakaa usiku unasema ah, siku yangu haijapita vizuri, nimemkosea Allah hapa na hapa na hapa. Sasa kama ukiwa mtu ambaye haufanyi hivyo, ukaishi tu, umefanya makosa katika mchana mzima, ukalala, kesho tena hautazami nini ambayo umetanguliza kesho akhera. Ndio maana Allah anasema, mtazame watu waliokanusha, alikuwa anawaambia nini? Sayalamuna ghadan, watajua kesho. Maanake ni kama leo, kuna maisha ya duniani, kesho kuna hesabu. Sasa sio mbali. Kwa nini? Inabidi ukitasmini usiku, unaweza ukalala na usiamki, lakini ukilala umeumizwa na makosa yako, umeumizwa na madhambi yako uliyomkosea Mwenyezi Mungu katika, katika kutwa. Usiku unaweza ukafa ili hali umemtubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ilikuwa ni kuhusiana, ili tuziweke imani zetu sehemu nzuri na tukae tunajihesabu sisi wenyewe. Mada yetu ya leo tunaendeleza ni pale pale tulikuwa tunamzungumzia mwanamke katika jamii mama. Yani mwanamke anagawanyika, kuna mwanamke anaanza kuwa ni mtoto, ni binti mdogo, anafikia kipindi anaolewa, anakuwa katika zawaji, katika ndoa, kuna wakati anapata watoto, anakuwa ni mama, na kuna wakati atapata mkwe, anakuwa ni mama mkwe, na atafikia kuwa uh, bibi mjuku, maanake anawajukuu sasa hichi kipindi chote mama kama mama au mwanamke inabidi aende na act katika sehemu zote hizi kwa uzuri. Ndo kwa maana tunakumbusha ndugu zangu, matendo ya wanawake wema ambao waliopita waliishi vipi mpaka Allah akawasifu kwenye Qur'an. Tumemaliza katika khutba yetu ya yaliyopita, Mwenyezi Mungu anamsifu na bibi Maryam, anasema wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha na Mariam mama e, wa Nabii Isa ambaye amejihifadhi utupu wake. Baada ya kujihifadhi utupu wake tukampulizia e, roho. Kisha Allah akasema alikuwa katika wachamungu. Kwa tendo gani? La kujihifadhi utupu wake. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wakanat min alqanitin qanitin, inakuja katika wanani wanaume wanawake utasema qanitat. Kwa nini Mwenyezi Mungu anamtia na bibi Mariam katika jamu mudhakar, maanake kundi la wanaume. Angemtia kwenye jamu muannas, maanahiyi ni mwanamke. Ni saa sasa anasema minal qanitin, haya matendo aliyoyafanya ni ya ushujaa kama wanaume, maanake ni mazito kwa wanawake. Mtu kujihifadhi utupu wake mpaka akafikia kuzaa ni jambo la kishujaa sana. Mwanamke akilifanya anachukua sifa ya uchamungu, ni jambo zito ndugu zangu, katika imani wanawake tumesema wachukue hapa. Moja katika sifa kubwa za wanawake wacha Mungu ni kuhifadhi tupu zao. Leo imekuwa ni nadra sana kumpata mwanao, zikawa tofauti, basi akasema nipe kiwiliwili ambacho kitasubiri mitihani, kisha akasema wazaujatan tuinuni ala umuri dini, umuri dini wa dunia na unipe mwanamke na hapa ndio maana shahid kwetu tunakusudia, akasema utupe na mwa- unipe na mwanamke ambaye atanisaidia katika mipango yangu ya dunia na mipango yangu ya dini. Mwanamke huyu ndugu zangu, ukimpata utakuwa umefaulu. Mwanamke ambaye ukipanga mipango yako ya kidunia, ya biashara, maana nabii Suleimani alikuwa mfanya biashara, ni tajiri, anamtaka mwanamke mwenye busara, ajue gisi atamuongoza kwenye uongozi wake kwenye mali zake, washirikiani. Sio ile mwanamke akiona pesa anataka kunua nguo, hata ungenunulia nguo, akiona pesa anataka kuomba pesa, akiona pesa anachukua bila idhini. Kuna wengine wanaume wanasopewa na anatoa maemes, ukivua nguo na weka overoles zako pale kwenye nani, unazipanika usiendea kuoga. Kuna baadhi ya wanawake wanatabia wewe, nasabia sabia, siku moja nani upime utege, anasopa Akiwa mm, ana 1850, na hii 50 ataijua. Anachomoa mimi. Pako baadhi ya wanawake wako hivyo. Sasa ndugu zangu, Nabii Suleiman anamomba Mwenyezi Mungu ampe mwanamke mwenye kumsaidia kwenye mipango ya kidunia. Mke wangu nilikuwa nataka nianzishe hii biashara. Tutaifikia aje mke wangu? Ah, mke wangu, basi tu tunaweka hata 200 200 kwenye kesi kubwa. Ikifika nyuma ya miaka miwili tutakuwa tuna elfu hamsini yetu, tutaanza na si biashara fulani. Wanasaidizana, huyu mwanamke atakuwa na subira katika hilo jambo. Kwa nini? Anajua mpango wenu. Lakini mwanamke anataka laidi tatu zote abadilishwe ngoza bebei. Wewe utafikiria wengine kwenye kwenye maendeleo kweli? Laidi tatu kwanza idi sura, hii idi kubwa imeisha hivi walitoka siku tatu, kuna watu wamenunua ngoza bebei. Idi kubwa nayo iko mlangoni, inabidi uchinje, watatoka tena idi tatu, unanunua tena ngoza bebei. Unakutana kwenye miezi mingapi, umespend almost ya Rande elfu ishirini. Sasa wewe kila mwaka utaweka nini? Mwanamke mbaya wewe. Ndio pale unakuta mwanaume yeye kuidia vaki. Ande na kazi yake ya zamani. Lakini ukiangalia mke wake na watoto, pia tu ya bei, nguo za bei, tayari ana mke mbaya. Ndugu zangu katika imani, Nabii Suleimani akaomba mke mwema ambaye atanisaidia katika ala umuri dini wa dunia ya. Atanisaidia katika mambo ya dunia yangu na akhera. Dini ni pale mwanamke mnashirikiana katika mambo ya uchamungu. Mke wangu, mbona moja mbili tatu kwenye dini? Hali ni aje? Kuna kuwa nini hapo? Mbona uswali? Au yeye akawa nakukumbusha vile vile, mme wangu. Mbona hizi hela huko naleta ndani unaweka? Kweli unatoaga sadaka kweli? Mimi nimeshasikia Burundi watu wako nalisha mayatima kule. Nimeshasikia watu wanajengea mayatima masomo, wanajenga misikiti. Hivi hizi hizi harakati tunaona kwenye grupe zote zinafanyika nyumbani kule. Mume wangu, kuna mchango wako pale. Unasikia mwanamke mzuri anakutakia ahera mwana, mwanamke anakutakia khaira lakini, mwanamke eh, yeye akiona hela niuzie hivi niuzie kiatu, kuna kiatu kimetoka, kuna dera zimetoka. Huyu mwanamke ni mbaya, huyu anakufilisi. Huyu kumbe mwanamke anatakiwa huyu hapa, mnasaidizana kwenye mambo ya dini na dunia, sio kwamba usimpi, mpe lakini asi asifanye israfu. Kuvaa tu sio ndio mipango. Kwenye maisha kuna akiba inatakiwa, kuna watoto wanasoma, mwaka kesho watakuwa kwenye masomo makubwa, pengine kunatakiwa kuwanunulia kiwanja. Kama Allah anabariki, yote ni mipango, basi itakuwa ni kuvaa ndio wewe maisha yote? Ndugu zangu, Nabi Suleimani kisha kamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'udhu bika min waladin yakunu alayya sayyida aqulu qawli hadha wa astaghfirullah washhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu katika imani, tunajitahidi katika muda mfupi kukumbushana kwamba mtume amesema, al ummu madrasa, mama ndo mlezi mkubwa sana kwenye jamii yetu. Sasa inatakiwa tuwe makini sana na wanawake, wenye kutaka kuoa, wenye walishaoa, tazama mfumo wa mke wako, ni maisha gani mnaishi nayo ni aucha Mungu ao au, ni maisha gani utakuwa masuli. Moja katika haki za, za baba kwa watoto wake ni kumchagulia mama yao mwema ili aje awalee vizuri. Ndugu zangu katika imani, Nabii Suleimani akamwomba Mwenyezi Mungu yangine manne, ama akajilinda kwa Mwenyezi Mungu na yangine mambo manne. Ni mambo gani hayo? Akasema, wa a'udhu bika min waladin yakunu alaya sayida akasema, najilinda kwako kwa ya Rabi, najilinda kwa Mwenyezi Mungu, najilinda kwako kwa mola wangu, na mtoto ambaye atakuja kwangu kwa kuwa bwana. Mtoto kwenye nyumba ndo anakuwa msema sema, moja binti au kijana kwenye nyumba, wazazi wake hawana nini? Ne, si tunawaonaga barabarani, yani mtoto, wazazi wanawacha mtoto wa miaka kumi na mbili kumi na tatu. Tayari yasha kuwa na matamanivu, washabale bale, washa vunja ungo, mama na muona iko nje, na uvijana tu vijana, washakuwa sio watoto tena. Wengine washakuwa na masauti ya watu wazima, washakuwa na tumandevu ndevu, bala au bala usipime tini, watoto wanamuona na binti yake hapo nje, mama na muache, wanacheza wanakimbia, mama iko na muona na muache, binti washakuwa na maziwa eh, hey, wale washakuwa na matamanivu kwa makini Mwenyezi Mungu anataka mabinti wakae ndani, mwanamke akae ndani. Vipi utamwacha binti yako uko nje anacheza cheza? Akitoka kusukuli ndani, anatoka ndani kwa dharura, usimwachi huko nje. Hawa vijana wengine, wazazi wao hawana malezi ya kidini, watamwaribu bado angali mdogo. Basi Nabii Suleimani akasema nilije na mtoto ambaye atakuja kwangu kuwa kuwa, yeye ndo bwana katika nyumba. Maana binti akisema ni hivyo hivyo, akikatazwa kitu, I don't want Nivu, ifu, wanamwacha na hivyo. Hao kijana akitaka kitu kama atani kibaya, maana mtoto kuna ana matamanivu yake, mambo ambayo anaona kwa wenzake marafiki zake, anaweza katamani, pengine yale mambo si mazuri kwenye malezi. Sasa we mama na wazazi, mkiaona inabidi myakemee. Kuna wengine watoto hawakemewi, baba ukisema au mama, mtoto anakataa, anasema do want, atavimba, atavimba, mwisho wazazi wanakubali, wana wanakubali ha, mwache, unasikia mama mbaya. Sasa anausi, mwache mtoto basi, singali mdogo mtoto. Kama huyu ni mtihani katika katika nyumba. Basi nabii Suleimani akaomba lingine akasema, wa a'udhu bika min malin yakunu alayya yakunu alayya baalan, akasema nilinde na mali ambayo yatakuwa baalan alayya mali ambayo itakuwa ni maangamizo kwangu, mali ambayo itakuwa maangamizo. Mali gani hizo? Mali za haramu. Mtu amekaa kwenye dunia, anaona hapa mimi tayari hapa, lazima nijichanganye, anachuuza biashara za haramu, atapiga michomoko, atafanya uzulumu. Mali kama hizi nabii Suleimani anasema ni mali ambazo Mungu amlinde nazo, afadhali akae na njaa yake na kiwi chake. Kisha akasema mali hizo ni mali gani? Ni mali ambayo yatamattauna biha ghairi, ni mali ambayo watakuja kuenjoy wengine warisi. Ni mali za kijinga. Wewe unachuma mali za haramu, unawadhulumu watu, kisha mali hizo maskini ya Mungu. End of the day, wanasema Waingereza, unakufa, mali hizo wanakula mke wako na watoto, wewe kaburini na mke mtu mwenye ukifaga ukiacha, ukiacha pesa Mwanamke na kuolewa. Umeacha gari mbili. Pengine uko na nyumba shaka nunua nyumbani, na hapa hata hapa hata kama huna nyumba, lakini umeacha gari, akaunti yako kidogo iko vizuri vizuri. Huyu mke yako sagi mme akao yake tena, pengine ni marafiki zako, so anachoma kichwa ana huyu mm, nikimuoa hii gari nikiuzisha hizo gari, gari mbili naanza mtaji na mimi wa gari. Anafika anapiga hesabu haraka haraka, acha ni muoe mali zako umechoka, wengine wa wanakuja kuzienjoy. Alafu hao wenye kuzienjoy hawana hesabu, iwe umechuuza unga, iwe ulikuwa na baa, iwe ulikuwa mpiga mchomoko, we ukifa hizi mali watu wanakula halali yao, wala siku ya kiyama hawaulizi, wataulizwa mali mlitoa wapi? Wakati mali hizi wamerithi kwa baba yao, inajulikana wenyewe ni warithi wa mali kwa mzee wao. Sasa wao wakichuma wakizila hizo mali kwa ubaya, ndo wanahesabiwa. Lakini kile ulichorisi kwa wazazi wako hiyo ni halali yako. Sasa wewe unakufa, mali watu wanabaki. mimi o, nao, ni mlezi wanaku, wa kuwalinda tabia na dini. Mimi nikienda nao nikiachika, watoto wanakufa na njaa, sina uwezo wa kuwalisha. Baba na yeye nikimwachia, anakwenda kutwa nzima kutafuta riziki, watoto wanabaki wenyewe, watoto watapotea. Basi Mtume akamwambia, mimi sija- sina lolote la kukwambia, hiyo ni twalaka. basi mama yule akatikisa midomo kidogo hapo hapo Allah subhanahu wataala akateremsha zile aya, kad samia allahu qawla allati tujadiluka fi zaujiha, mpaka mwisho wa aya hiyo. Ndio sababu nuzul aya hii kuteremka. Lakini makusudio yangu kwenye kisa hiki ni huyu mama, mama mlezi wa watoto, anaofia malezi ya wa watoto wake, uchamungu wa watoto. Lakini leo wanawake wako hivi, mwanamke anafanya vituko kwenye ndoa, ucha sana mtu, watoto watano, watoto wanne Hautaki kutulia ukatazama uta, mustakbali wa, hawa watoto, pengine akaja kupata mme mbaya. Kwa nini usitulii kwenye ndoa yako? Kwani usichukui ndoa kama ni kitu cha muhimu? Lakini hawajali, na vile vile tutakuja kwenye hotuba nyingine tuangalie wamama zao, wamama wa hawa mabinti waliwalea vipi mpaka binti akaja uku akiolewa anaachika. Wengi wao tatizo ni nini? Tutakuja kuangalia, ndugu zangu wa mama wanachangia sana mama, iko nyumbani, binti kwa Ulaya ama Saudia, ama sehemu nyingine, yeye ni kuombaka tu hela. Hey, eh, mama, mbona sijaona kitu tangu ulewe huko? Mbona sijaona chochote? Wenzako wa mikoa wanajenga huko, wenzako wako wanafanya hivi, si unanitumia hata laki mbili hapo. Haulizi ewe na ndoa yenu huko niaje, mnaishi salama, mama, baba, ndoa yenu ni salama, hakuna tatizo? a ah a -ah. yeye ni hela tu Ba, eh, laidi nataka nivae manake ile ya ya kama ya, Msomali, kama ni yetu ajili ya, ni randi elfu tatu ndio nataka yani, huko Burundi huko ni milioni ndio nataka. Mama ni huyu ni alimeolewa ameshakwambia, kama iko na kazi. Ndugu zangu tutawelejelea katika hutba ingine. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad